Yokoa njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi ninyi nyote mlio na toba la kweli na la moyo, mlio na upendano na majirani zenu, mnaokusudia kuishi maisha mapya na kuzifuata njia za Kristo, karibuni kwa imani, mpokee sakramenti hii takatifu kwa faraja yenu. Basi na tuziungame dhambi zetu mbele za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Mungu, Mungu Mwenyezi Mungu wa vitu vyote ametuumba sisi kwa mfano wako mwenyewe, ila sisi tumejichafua na kuharibu mfano wako, kwa ukataa upendo wako na kuwachukiza majirani zetu. Tumetenda maovu na tukakosa kutenda yaliyo mema, tukatafitia sana na kuyatubia makosa yetu kusakazi na kusameu wa ya abibia mwanao Yesu Kristo utumbe upya na utuongoze kwa Roho wako Mfariji. Tunaomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu, Amen. Mwenyezi Mungu ambaye upendo wako thabiti ni kuu kama mbingu zilizo juu ya dunia, aondolee mbali dhambi zenu kama mashariki ilivyo mbali na magharibi Uh, ayaimarishe maisha yenu katika ufalme wake, awajalie haki yake hadi siku ya mwisho, kwa huruma yake Yesu Kristo aliyekuani wetu mwenye huruma. Asante sana tuwakaribia ya meza yako kama watoto wako, si kwa kudhania, bali kwa kuhesabiwa haki, si kwa kujitumainia wenyewe, bali kwa neno lako tuejenjaa na kili, kili haki tuomba kwamba mio yetu ishibishwe na mwili na damu ya mwanao yesu kristo mwenye haki Amen. Amen. tusimame zote mbao tunaweza kusimama amani ya bwana iwe nanyi daima iwe nawe na tupeane ishara ya amani tukisalamiana na tutaimba ni amani katika yesu bwana Amani ya Bwana, amani ya Bwana